Haleluya, haleluya, watu wa Mungu, amen, amen. Ndiyo hapa sisi kama kawaida yetu hatutaacha kuongea hata kwa sekunde tano hata kwa sekunde kumi Amen. Kuongea kwa habari ya shujaa Sifa. Unajua, nimekuja kujifunza kwenye maisha dada zangu kwamba ukitenda mema Yaani ni kweli kuna watu watakuwa wanakuchukia, ndiyo wapo kabisa Amen. Lakini kuna watu watakupenda kiasi cha kwamba hawataweza kunyamaza kuyasema mema uliokuwa umeyatenda, ndio kama sisi hapa yani hata ukisema usiongee, yani unashangaa nakosa kweli la kuongea kwa da Sifa si. mtu aliyekuwa na mema mengi mengi mengi mengi hata kueleza uwezi ukaelezwa. Watu wa Mungu, kitu cha kujifunza na cha kujua ni afadhali ufe ukiwa unatenda mema kabisa kabisa kabisa Tia. Ni afadhali ufe ukiwa unatenda mema, haijalishi ukufa kifo gani. Unajua siku zote waovu hawapendi kuambiwa uovu wao, kwa hiyo wow, katika kuongea mema ni kweli, kuna madhara unaweza ukakutana nayo. Kuna kifo pale wee, kuna kuumizwa wee, kuna kudharauliwa na baadhi ya watu wee, lakini ni nafuu sana tudharauliwe kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya matendo mema, kutenda mema kuliko leo hii tukadharauliwa kwa kuwa na wanaume za watu wee kuvuta bangi, kuvuta masigara, kushinda vilabuni, walevi? Hapana, kabisa ni afadhali mimi. Siku zote naona maisha ya dada Sifa, ni mtu ambaye ana heri kabisa katika maisha aliyoyaishi. Ni kweli ametutoka akiwa bado ni binti mdogo, lakini umri wake maisha yake Amen, yani ni vitu ambavyo vinamtukuza Mungu maisha yote milele na milele. Iko hivyo, dasta, ongea kidogo dadangu. Ah, si kama tutasikia. Mimi nafsi nimshukuru Mungu sana ndiyo, sana, ndio ndio, kwa maisha dasifu. Mm, mimi hata juma pili iliyopita niliahidi, mm, kwamba ni miongoni mwa mtu ambaye, mm, namuomba Mungu sana nisaidie. Ndio, yani nikiongea tawe nadhani na kuchekesha kwamba wewe hata kidogo kumsogelea Sifa. Mimi hmm, najua kumsogelea Sifa. Mwenye akili yangu inakataa mm, yaani kama vile vile ambavyo anasema unasema, uh, unasema kwamba mimi natamani kuwa kama pengine, uh, nani Dokasi kwenye mm, Biblia, eh kuwa kama Dokasi, hadi wao tukikuuliza kwamba utapita wapi eh, unabaki unatuambia tunitaweza hata mm. Mimi pia nasema Mungu, ninakuomba sana, naomba nisaidie. Amen, ia yangu kwa Mungu sana dasika lio ni awezi na kwa ntakachoweza kusema mm. nikiendeleze kukisoma. Amina sana. Kuna upande wa pili ambao wengine utasema kwamba Dada Sifa alikuwa nasema, kwa upande wa kukemea maovu, akiona baya lolote ajarisha takuwa ni mtu wa cheo gani, hiyo anasema leo. Nyingine yondakua bado sijafika, lakini hapa leo hii nyingine ya kusema leo, utasema hapana, binti kuishi bila mahusiano inawezekana. Mimi hapa ni miongoni mwa mtu ambaye nilikuwa nasikia sana akiwa nasema na dada na kriu zao nyingi, walikuwa anasema ni mmoja mnufaika wayo maisha Nime nime binafsi nimejipanga sana kuambia kijana kwamba kuishi bila mahusiano inawezekana, kuishi bila kuzini inawezekana. Hapa nilipo naishi sizini, mm -hmm. na sija kufa. Ndio. Ndio. Hapa dada yetu Sifa ameenda ni msafi kabisa, msafi, msafi, msafi e, msafi. Hana doa lolote. Mimi hapa ni mtu ambaye nimepita kwenye kuzini zini mm. Lakini nakuta da sifa yanakwambia yaani kujizini nilikuwa na zini, unaelewa vitu vili na kuzini wanaume huko, mimi nimepita n mm. Hata katika yote mimi nasema tu Mungu mm. Ni sana ninaomba nisaidie sana, ni dua yangu kwa Mungu mm. ni maombi yangu kwa Mungu. Ndiyo. Sana, sio kidogo kama ni clip nitatoa inawezekana zisieleweke sana mm. lakini naamini hata dasifa anavyoanza akuanza pale alipofikia kabisa, chini chini chini kabisa ni kweli, alianzia chini kabisa, ni kweli. Namshukuru Mungu sana mm. kwa sababu ya to kupitia maisha yake amenitambulisha na, amen, na mimi amenitambulisha na mimi tu, ni mshukuru Mungu sana sana. Nasema Dada Sifa, wewe ni shujaa, wewe ni shujaa. Amen.